Habari, mimi ni Dkt Ranga Reddy, daktari bingwa wa moyo anayefanya kazi katika hospitali za Apollo Jubilee Hills hiderabada. Shinikizo la damu la chini: shinikizo la damu la chini kwa kawaida tunaona kwa wanawake wengi vijana, ambapo shinikizo la damu la msingi huwa chini, yaani kati ya 90 hadi 100 ya shinikizo la damu la juu sistoliki Hivyo wanaweza kupata kizunguzungu au mabadiliko ya shinikizo la damu kutokana na mkao, ambayo husababisha kizunguzungu. Na tunahitaji kugundua hali hii mapema iwezekanavyo, na kama kuna dalili zozote zinazohusiana na shinikizo la damu la chini. Yaani tunaposema shinikizo la damu la chini lisilo na dalili, asymptomatic, basi hakutakuwa na tatizo lolote lakini tunahitaji kurekebisha shinikizo letu la damu kiasili kwa kuongeza ulaji wa chumbi, kuongeza unywaji wa maji na kutumia soksi maalum au kuvaa viatu unapokuwa unatembea au unasafiri umbali mrefu, ili kuhakikisha shinikizo lako la damu linabaki sawa. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha kupungua kwa msukumo wa mfumo wa neva wa huruma na hivyo kusababisha shinikizo la damu la chini. Hivyo inahitaji kugunduliwa mapema na pia kuna dawa ambazo tunaweza kutumia kuongeza shinikizo la damu la msingi ili kulidhibiti na kuhakikisha hakuna dalili zozote. Hivyo pima shinikizo lako la damu mara kwa mara. Kama unapata shinikizo la damu la chini kwa muda mrefu, tafadhali fuata hatua hizi, kama kuongeza chumvi kwenye chakula na kutumia soksi maalum ili kuongeza kiasi cha damu kutoka miguuni na kuishi maisha bila dalili. Asante.